Sawa sawa. Anasema hivi. Wakristo wasiomcha Mungu bali mapatano yote ambamo wahusika wanaletwa katika ushirika wakaribu na ambapo na kuna haja ya upatano kati ya roho na matendo. Bwana alitoa maagizo mahalumu kwa Israeli kujiweka tofauti na waabudu sanamu. Huo ndio kweli, tumeona hawakupaswa kuona kuonana ama, ama kuoana na makafiri, wala kufanya mapatano yoyote nao. Hebu nirudia, hawakupaswa kuoana na makafiri. Wala kufanya mapapano yoyote na wao. Kumbe wana wa Israeli Mungu alikuwa amewaagiza, si ndio, wasifungiwe nira pamoja na wasiofanya nini, wasioamini na wao wanapaswa kuoana na watu ambao wafanye nini, hawaamini, hao ambao walikuwa wanaitwa makafiri, si ndio? Haya, na sisi je, sisi ndio di, di, wa Israeli wa kiroho sisi ndio. Wa Korintho wa pili sita kumi na nne tuongelelea inatuongelelea Inasema tusifungiwe nira pamoja na wasioamini. Ala, sasa niulize swali kwa kanisa. Swali rahisi. Kama hatutakuwa nao, kijana amechukua bibi wa dunia, amekuja naye, kanisa tutafanyaje? Ndio sababu tunaweka utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio sababu tunaweka nini? Utaratibu. Mzee. Mimi naongea tu. Mzee ambaye alikuwa ameoa, amefukuza bibi yake. Na anataka kuoa tena. Ataita wazee tu amefukuza mkamwona Sabato nyingine hapo na bibi mwingine. Nipeana mfano na lakini sisi tabeana mfano na mtu. Ukute leo Elda hako na bibi fulani. Lakini Sabato ambayo inakuja amekuja ndio sababu tunaweka utaratibu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima wazee waketi chini, wasungumuze, sawa sawa na maandiko. Huyu mzee walikosana na bibi yake kwa nini? Ushauri watampatia ushauri wa kupitia watamwambia fanya hivi na hivi, na, hivi, na, hivi, na hivi. Ndivyo Mungu anataka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini akikuja naenda sabato inayokuja. Ai. Hapo aseme mimi ndio tuseme na kuongoza kanisa. Ndio ni mambo ambayo yakubaliki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio imekataa. Unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa ndio taratibu ambao tunajua, ndio sababu tunafunza utaratibu. Ndio taratibu wa kanisa ili watu waelewe. Mtu kama ni kijana aseme mimi naenda kuolewa na mtu wa Katoliki. Tutashikanisha hiyo ndoa. Hai. Kama wana matengenezo hiyo ndoa tutashikanisha. <coughs> Ha, tutashikanisha. Ndio sababu vijana wetu wanafaa kuelewa. Wanajua mipaka yetu ni gani, ili wasije wakavuka nini? Mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio umuhimu wa utaratibu. Yaani huo ndio utaratibu wa maandiko. Unajua watu wanafaa kuelewa nini tunaita utaratibu. Huo ndio utaratibu. Na ndio Paulo alikuwa anasema, "Nafurahia kanisa la na, Wakolosai" wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa wakati anaona wako na utaratibu na wako katika imani ya nani? Ya Kristu, yaani wanafuata maandiko, maana imani chanzo chake ni kusikia, na ni kusikia neno la nani? La Kristu. Walikuwa wanakaa katika neno la Kristu vile ambavyo neno linawaamuru, na wako na utaratibu. Unajua hatuwezi tukakaa hivi tu shaka na baga na iwezi kazi, hatutamaliza kazi. Nisome quotation ya mwisho.